Kwenda kuzungumza na mwenzetu Timzo Karugira. Naam, kama kawaida, tunaendelea na michezo, na leo tuko ndani kama kawaida ya exclusive. Leo tunakuletea exclusive ya mchezo wa karate. Wengi ukiwa hata huko mtaani wamekuwa wakisema jifunze mchezo wa karate, hata kama si mpenzi, lakini una faida yake. Kwanza mchezo wa karate ni mchezo wa aina gani? Leo nakutana na mwalimu, ni mkufunzi wa mchezo wa karate e, mkufunzi mkuu msaidizi, lakini pia ni katibu mkuu wa chama cha karate Tanzania, ndugu yangu Lawrence, habari yako? Salama kabisa, karibu sana. Niko sawa, safi sana kwa mtu ambaye hajui mchezo wa karate. Mchezo wa Osu, karate ni mchezo wa aina gani? Karate ni mchezo wa sanaa ya mapigano. Anachelea kusema kuwa karate ni tofauti na michezo mingine, kwanza kabisa, kutokana na chimbuko chimbuko la mchezo wa karate ni kutoka nchini Japani, na katika sanaa hii ya mapigano kutoka nchini Japani pia kuna matawi mengi. Kwa hiyo ukija kwa mfano hapa kwetu Tanzania, Tanzania na kwenye hili dojo dojo ni darasa ambalo, okay, mchezo huu wa karate watu wanajifunza na wanafanya mazoezi. Tunafanya shotokan karate, tunafanya iaido na tunafanya kendo. Kwa hiyo ukija kuangalia ni sanaa za mapigano kama aina tatu, lakini zote zinatokea nchini Japani. Sasa tukifocus zaidi katika hii shotokani ambayo tunajifunza ina falsafa zake, iko ni kitu kingine kinachotofautisha mchezo wa karate na michezo mingine ya sanaa za mapigano. Kwa nini mtu ajifunze mchezo wa karate? Watu wengi dhana inayokuja kwa haraka haraka kuwa ukifanya sanaa hii ya mapigano karate utakuwa na uwezo wa kujilinda, wengi wanapenda kutumia Kiingereza self defense. Yes, lakini ukija sasa kujifunza karate na hasa ukipata wakufunzi wazuri utakuja kugundua kuwa karate sio tu kwa ajili ya kujilinda wewe mwenyewe, kwa sababu karate tunasema ni kama njia e, kwa Kiingereza naweza nikasema ni kama tool. Kwa hiyo karate ni kama nyenzo ya kubadilisha tabia. Kitu kimojawapo kikubwa kabisa katika karate ni kubadilika kwa tabia, na hii tunaipata kutoka katika misingi mikuu mitano ya mchezo wa karate ukianza kabisa, nitaanza kuitaja kwa Kiingereza alafu tutasaidiana kuiweka kwa Kiswahili. Msingi wa kwanza kabisa ni character. Msingi wa pili etiquette. Msingi wa tatu effort. Msingi wa nne eh, self control. Eh, na msingi wa tano ni sincerity, uaminifu. Kwa hiyo ukiangalia msingi wa kwanza ni character, tabia. Tunasema mara zote tafuta kuwa mwenye tabia njema, ndio maana nikasema karate ni kifaa kinachokwenda kubadilisha tabia ya kila anayekuja kujifunza mchezo huu, na msingi wa pili nikasema ni etiquette. E, utu yani, uwe mtu mwenye utu. Kwa hiyo utu unaenda zaidi tu ya kujilinda, wapende wengine, uishi usawa na wengine. Msingi wa tatu nikasema effort, kuwa na bidii eh. hii sio tu kwenye mazoezi, kuwa na bidii katika maisha yako ya kila siku, tutakuja kuona kwa nini. Msingi wa nne nikasema self control, uweze kujisimamia, uweze kujiongoza eh, ndio maana mcheza karate haswa ambaye amepitia mafunzo na akakomaa huwezi ukamkuta anafanya fujo bila ya sababu za msingi okay. E, na msingi wa mwisho nikasema sincerity, kuwa mwaminifu. Ndio maana ukiwepo mazoezini na uwezo wa kumwambia mwanafunzi fanya push up mia na nikaenda nje, lakini yeye inabidi awe mwaminifu ahakikisha anafanya push up mia na hiyo inamjengea desturi ya kuwepo mwaminifu hata nje ya dojo, kwa sababu msingi mkubwa wa karate tunasema unaanzia dojo, lakini unaenda mpaka nje ya dojo. Wewe mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, dojo ni darasa wao, karate hutumia neno dojo ndio. Kwa hiyo unachojifunza darasani unatakiwa uende nacho nje katika maisha yako ya kila siku. Kama wewe ni mwanafunzi hii misingi mitano lazima uiweke katika masomo yako. Kama wewe ni mfanyakazi, hii misingi mitano lazima uiweke katika kazi zako. Kama wewe ni mwanasiasa na kiongozi, hii misingi mitano lazima uiweke. Hakuna kitu chenye faida kisichokuwa na hasara. Hmm, nini hasara nini ya mchezo huu? Naweza kusema tangu nimeanza kujifunza karate nachelea kusema kuwa sijaona hasara. Hasara kubwa unaoweza kuipata katika karate ni kuwa mtu mwema o ni faida na, yeah, si hasara. Hey. Kwa hiyo kama utumwema mwema ni faida, basi karate haina hasara hata kidogo. Mwanafunzi anapokuja kwa ajili ya kujifunza anatakiwa kuwa na umri wa kuanzia umri gani, na kikomo cha ule umri natakiwa kuwa ni umri gani? Uzuri wa karate ni mchezo ambao kila siku tunajitahidi kuufanya uendane na kila rika, uendane na kila aina ya mwili. Kwa hiyo tukianza na darasa letu na madarasa mengi kwa hapa nchini Tanzania, wanafunzi tunawapokea kuanzia na miaka minne. Kwa hiyo mtoto wa miaka minne anaweza kujiunga katika darasa la karate, lakini miaka inavyozidi kwenda, nadhani tutapungua na sisi tutafika hata miaka mitatu. Mkomo wa karate kwa, kwa kifupi kabisa naweza kusema ni ambapo tutakusindikiza kupumzika kwenye nyumba yako ya milele. Ili mtu aweze kujifunza, kuna vigezo ambavyo anatakiwa awe navyo. Kwanza, kigezo kikubwa kabisa unachotakiwa kuwepo nacho ni utayari wako wa kujifunza. Iko tu je, kwenye swala la afya, ni ugonjwa gani ambao unaweza kumzuia asije kushiriki mchezo huu? Mchezo wa karate hauna kikwazo cha afya. Gonjwa lolote uliokuwa nalo, kinachotakiwa kipindi unakuja ye, katika fomu zetu kuna sehemu ya kipengele cha afya, kuelezea tu afya yako na wapi umeshake kiafya, ili mjue jinsi ya kuenda naye kutokana na tatizo na alilonalo. Yes. Ndio, kwa hiyo hata kama una mapungufu ya afya hapa na pale, katika ile sehemu ukishajaza afya yoyote, sisi tunaipokea na tunaenda nayo vizuri. Wakati tunafika hapa eh, mkufunzi kwenye dojo nimeona ah, ah, watu wamevaa eh, mikanda ya rangi tofauti tofauti. Hii ni mtu ameamua tu kujifungia tu mkanda wake okay, kama so sinitoke vipi au ni eh, eh, eh, eh, ina maana yake um, yeah, yeah, ni kurudisha nyuma hey, kidogo hey, ndio Karate ukifuatilia historia na hata ukisoma, Ndiyo. na siku hizi mitandao ipo, chimbuko lake ni kisiwa cha Okinawa, huko ndio watu walianza kujifunza karate, na miaka ilipozidi kwenda ikahamishiwa sasa mainland, Japan mainland na kuanza kufundishwa mashuleni na kuwepo mchezo wa wazi zaidi. Kwa hiyo ulipokuja kuwepo mchezo wa wazi zaidi na kuanza kufundishwa hata kwenye shule mbalimbali huko nchini Japani, ukaanza kuwepo na syllabus maalum, ndio ilipokuja kigezo cha kuwepo na ranks, ndio chimbuko la kuwepo na mikanda. Mikanda ni kwa ajili tu ya kuonyesha eh, stages mbalimbali mbali. lakini haimaanishi kuwa ni kipimo au ni limiti kuwa mfano wewe upo white belt, basi inabidi tu ujifunze ngumi mbili. Hapana, sema ni, ni, ni madaraja ambayo yamewekwa hususan kwa ajili ya kumotivate progress ya mwanafunzi mwenyewe, na pia mwalimu kujua progress ya mwanafunzi wake. Ukifika tu kwenye dojo, ukianza kuwepo mwanafunzi wa karate, utaanza na white belt. Ukitoka white belt, utaenda yellow belt. Ukitoka yellow belt, utaenda orange belt. Ukitoka orange belt, utaenda green belt. Ukitoka green belt, utaenda uh, blue belt. Ukitoka blue belt, utaenda purple belt. Then utaenda brown ambayo imegawanyika. Kuna brown ya tatu, brown ya pili, brown ya kwanza. Ukitoka brown belt, sasa utaingia black belt. Lakini hapo hapo Uh, mwanafunzi njoo yeah. Huu ni, ni mkanda wa brown. Hii ni brown belt, hii ni brown belt. Naweza kumwita yule pale naye, naweza kuniita yule mtazamaji. Unaweza ukajiuliza kwa nini nimewaita eh, wanafunzi hao wawili. Mwalimu jinsi ama mkufunzi wetu Las alivyotueleza, ameeleza aina ya mikanda kadi wanavyozidi kusonga mbele. Na mmoja ya mikanda ambayo meniambia huyu hapa anakuwa ni mdogo kwa huyu hapa, si ndio? Inamaana huyu kwenye viwango ulivyonieleza, Brown yeye yuko juu zaidi senior ya huyu hapa. Kwa hiyo huyu, huyu ni senior kwa huyu, ndio. Shikilia hapo hapo, kuna vitu, huyu licha ya udogo anaweza akamzidi kwa knockout kwa kutumia techniques za courage kwa kumzi, akamzidi huyu kabisa. Huyo ni brown belt, huyu ni purple belt. Ukienda hata mtiani ambao amefanya Rudra, Hamisi bado hajaufanya. Color belt wote wanafanya mitiani ya vitendo kwa hiyo eh, vitendo ambavyo nitaviangalia kwa Rudra ambaye ni brown belt. Yeye yeah, akivifanya Rudra, kwake nitaona ni makosa lakini akivifanya ndugu Hamisi kwake naweza nikasema ni purple belt. Okay, bado hajafikia? Yeah. Kwa hiyo kuna vitu technical tunaviangalia. Hata watu unaweza kaona, ah, mbona watu wanatembea wanapiga ngumi, ah, mbona watu wanatembea tu wanarusha teke. Kuna vitu vya ziada naangalia ambavyo kama mkufunzi hmm, unaviona. Tunaweza tukapata mfano ah, no, ziki yep. E. E hey, z ukiangalia vizuri utaona mwili wake wote unaangalia mbele. Kwake yeye, hii ni sawa zaidi. Sawa, Hamisi, zuki yako ile ile. H. Ukiangalia yeye vizuri umeona bega lake na mwili wake umefunguka zaidi. Hii kwake yeye bado sio ngumi nzuri. Okay. Ehe. Lakini ukiangalia kwako ngumi strong. Sana. Lakini umeona, nimeangalia kwa hapa, maana yake ilibidi atwist zaidi mwili ndani zaidi, ndio apate kama yarudra. Kwa haraka haraka, mtazamaji <laughs> ukitaka kuangalia, utaona mimi kwa jicho langu nilitaka nimuulize mwalimu, huyu mlimpa kwa vigezo gani? Kwa sababu kwa mtazamo wangu mimi nilikuwa ninaona kwamba huyu alikuwa <laughs> yeah? Yeah. Lakini unaona kuja Ha! Kama zile za mtaani akitisha, huu unaweza ukaona hamna kitu, lakini lile jicho la kitaalamu hapa, ndo utofauti wa mkufunzi na wewe mtu wa kawaida. Mwalimu, mimi mpaka hapo nakushukuru sana os, karibu sana os. Os ni neno la Kijapani ambalo kwa haraka haraka ilikuwa ni kama salamu okay. Lakini katika mchezo huu wa karate, asa hivi osi, ni... os imekuwa ni Something and everything. Kwa mfano ukiniuliza umekula mchana, naweza nikakwambia os sijala, au os nimekula. Kwa hiyo <laughs> inatumika kote kote. Inatumika kote kote lakini ni, ni, ni, ni neno ambalo tunalitumia haswa kuonyesha nidhamu ya karate. Kwa hiyo hata mtu anapokuja kunisalimia kabla ya mambo wow, shikamoo, habari gani wow. Osu, kwa sababu kwanza linamtambulisha yeye kama karateka na pia ni inaonyesha nidhamu ya karate, na neno ambalo hata kulitamka kwake lina utofauti. Nikisema osu, maana yake hilo jambo naoniambia kuwa labda nenda nje, huwa nalifanyia kazi na naenda nje. Unaweza ukaniambia kitu nikakwambia osu, kuwa nimekusikia na nimekuelewa. Mwalimu, unawezaje kutofautisha swala la gender balance kwa maana ya kwenye mazoezi, mtoto wa kiume na wa kike, kuna utofauti wa mazoezi au wote wanaenda moja? Karate haibagui mazoezi. Kwa mwanamke atafanya mazoezi haya, mwanaume atafanya mazoezi haya, wote watafanya mazoezi yale yale na, ka, na ukifuatilia kuna wanawake wana tekniki nzuri kuliko wanaume yeah. kwa sababu haina ubaguzi na mfumo wake wa ufundishaji ni una sapoti au unahimili aina ya kila mwili. Kwa hiyo wote wanafanya mazoezi yale yale, kama push up, wote watapiga push up. Kwa mtoto wa kike mazoezi haya ambayo mnafanya ya karate hayana athari yoyote, labda hata kwenye uti wa mgongo au wakati laba wa kujifungua, vitu vya namna hiyo. Karate ni mchezo ambao unaendana na mwili wako Injari nyingi za karate labda udondoke, hey, hey, hey, hey, au uji tayari una injari. Kwa hiyo tutaenda taratibu na injari nyingi zinazo mtu akija nazo zinapona kutokana na mazoezi ya karate anayopata, kwa sababu kila kitu, mfano natolea, mfano mimi mwenyewe mkono wangu uko hapa, ili nipige hapa ngumi mbele, kuna njia ambayo lazima nipite, sirushi tu mkono ukafika mbele utasikia anamwambia mwanafunzi hakikisha kwa palako aliachii, zungusha mpaka mwisho. I mean, sukuma mkono mpaka mwisho, alafu ndo uzungushe, ili upate kurudi. Hakikisha unazungusha kwanza ndo urudi. Kwa nini? Kwa sababu asipozungusha, sio tu kwa mwanamke, hata mwanaume, bega lake litapita nje. Akipita nje, ataumiza muscles za shoulder. Kwa hiyo anaenda tayari kinyume na mwili wake sio tu kwa mwanamke hata mwanaume. Ndio maana nimesema hata mwanamke nitamwambia hivyo hivyo, ili upate kurudi, zungusha afu rudi. Kwa hiyo huwezi kupata injari yoyote kwenye bega. Hivi kitokea hapo hapo kwenye kwenye swala la kuumia. Hmm. E, mtu ameumia kwanza. Hmm. E, litafata hapo. Mna kiingilio chochote cha kujifunza kama ambao wanajifunza, kuna ada labda? Kwa hapa tuna kiingilio lakini kwetu sisi tumesema kiingilio isiwe limit ya mtu ambaye anataka kufanya karate asije kufanya karate. Kwa wanawake tumeshatangaza miaka mingi kabisa, kwa wanawake wote ni free. Oh, hongera! Lakini yule ambaye anasema ah, mimi nataka nilipie, nichangie, anaruhusiwa kuchangia dojo. Kwa waandishi wa habari Tanzania nzima, wote ni free. Chukueni fursa hiyo, waandishi wenzangu, chukua fursa huko mtaani. Tunaambiwa hata kama utaki mchezo wa karate, lakini ni vizuri uje ukaji brush kwa ajili ya self defense. Kwa hiyo hata kama una pesa njoo. kikubwa zaidi ni moyo wa kujifunza. wa kujifunza. na tuna wanafunzi wengi sana ambao walikuja bila kiingilio, lakini sasa hivi ni wafanya karate wazuri, wamejiajiri na wanasaidia jamii na watu wengine kutokana na mchezo huo wa karate. Sasa narudi pale pale kwa mtu ambaye amepata tu, tunazungumzia swala la injury, mtu kaumia katika hii, labda wale wana ambao wanalipia ada, kuna matibabu yoyote mnayemsaidia kumtibu au ni yeye mwenyewe anajitibu au labda kama kwa watoto familia inamtibu? Kikubwa kwanza, tunawasisitiza wachezaji wetu wajitahidi kuwa na bima za afya, cha kwanza na Sahimu. Kama nilivyokuambia hatuko money oriented kiasi hicho, na sofa hatuna misaada mingi kiasi hicho, kwa hiyo mara nyingi injali zikitokea, sisi kama wanakarate kwanza kabisa wenyewe kwa wenyewe tunachangishana kwa, kuna mwenzetu amepatwa na janga fulani tunachangishana kusaidia. Okay, umetuambia wanawake tumepewa nafasi ya kuwa free. Je, katika ufree huo mwitikio wa watoto wa kike umekwaje? Mwitikio upo lakini changamoto kubwa tulipo nayo sio tu kwa watoto wa kike bali hata kwa vijana wengine. Kwanza e, niseme karate ni mchezo wa gharama ukienda, yani, e, kiuhalisia karate ni moja ya mchezo wa gharama sana. Kwa hiyo wanafunzi wake sasa, mara nyingi unakuta wako wanajishughulisha na shughuli zingine, ili wapate kuendelea kuenjoy mchezo huu wa karate. O, changamoto kama leo umekuta mpaka sasa hivi unaona kuna wanafunzi wengine bado wanaingia darasani, hiyo ndio changamoto, kwa sababu lazima uende kwenye shughuli za kuwaingizia kipato, alafu ndo waje mazoezini, ili maisha mengine yaweze kuendelea. Mtu ameshapata mafunzo, mna mtrichi vipi au ni somo gani mnampa ili asiende kutumia e, mazoezi haya kwenye jamii ambayo yahusikane na karate na ikatokea wakati huo huo akaitumia, hivyo adhabu yake ni nini? Karate ni mchezo ambao unaendana na kanuni na taratibu na sheria za mataifa na za nchi husika, na kama nilivyosema, dojo ni darasa, na kwa Tanzania darasa lolote klabu yoyote lazima isajiliwe. Kwa hiyo tuko tu chini ya baraza ya la, la, michezo taifa BMT. Kwa tunafuata kanuni, taratibu na sheria zote ambazo tunapewa na baraza la michezo la taifa. Kwe, kwa hata wanafunzi wetu akikiuka, anajua amekeuka, amekeuka sheria mama za nchi, lakini sisi kama sisi kila siku tunawapa wanafunzi wetu elimu na kama nilivyokwisha kukuambia, kwa ukijifunza karate vizuri ukaelewa misingi yake na falsafa zake, unaenda kuwa mtu mwema kwenye jamii. Mtazamaji sasa eh, baada ya kupata haya yote, twende sasa na wewe ni kupeleke kwenye dojo ili uweze kuona wanafunzi wanachojifunza, atuambie kwa nini wanafanya hivi, kwa nini wanafanya vile. Mwalimu, karibu. Asante. mm -hmm. Eh, moja kwa moja tunaona darasa linaendelea hapa eh. Eh, kama hapo sasa hivi wanajifunza kwa Kiingereza inaitwa roundhouse kick kwa Kijapani tunasema mawashi geri, ni e teke linalotoka pembeni na kuja katikati, hilo kati. E teke limepata jina lake kutokana na mtindo wake wa upigaji, liko kitendo cha kutoka pembeni kuja kati kwa njia ya mzunguko, ndio imekuwa mawashi geri. Sasa mimi natamani kwa wanafunzi wako hawa, najua wote hakuna mwenye mkanda wa white, mkanda mweupe ambao tumeambiwa mtu kama mimi naye kuja natakiwa kuanza. mimi niombe, kama mkufunzi, wameshakuwa kwenye magredi ya juu wote kwa pamoja. Sasa tuanze kujifunza, waambie waanze kwenye ule mkanda. Mtu wa mimi wa mkanda mweupe, tunaanzaje? tunaenda kufanya mawashigeri. Katika misingi ya awali kabisa eh, kama tunapojifunza tukiwa na mkanda mweupe ayos yoi! Hey, relax your hands, okay, mawashi geri esabu, hapo hapo. Mtazamaji, nataka tujue huo ndio mwanzo wa wale ambao wanajifunza. Kama wewe hujawahi kujifunza, kwa nini wanafanya hivyo? Kwa nini wanaanza hivyo? Na utupe ile step walizokuwa. Anasema unapoanza tekniki yoyote ya karate, wazo la kwanza sio kujilinda. Wazo la kwanza ni kuwa na mbinu bora, tekniki nzuri. Ndiyo. Na ili upate kuwa na mbinu bora lazima uweze kujua ni vitu gani vinasaidia katika kuitengeneza mbinu yako. Ili upate kupiga teke zuri, lazima mguu unaobaki chini uwe na uimara wa kutosha. Hatuna muda wa kufanya squat kama watu wanaoenda gym. Uimara wa mguu wako unapatikana unapokuwapo, unaning'inia mguu mmoja juu, hapa ndo unapojifunza stability. Utapo advance, mtu ataona tu mfapo umepiga, lakini yeah. Unapoanza kujifunza stability Robert. Mm -hmm. Huyu anajifunza pale, umeona nimemgandisha hapo, sawa. Kwa hiyo ukinikuta nipo darasani nafundisha hii stage ya each ni san shi aiende haraka, kwa sababu nataka mwanafunzi ajifunze stability, ajifunze position ya mwili, asilale nyuma, lala kidogo asilale vile, kwa sababu atakuwa amwone adui wake, okay. Inabidi macho yake yawe juu, awe na balance, ili apate kuendelea kumwona adui. Hakika nami niseme, mtazamaji, tumejifunza mengi, tuwaache wanafunzi waweze kuendelea na dojo. Naamini kwa jinsi ambavyo ameonyesha, kama na wewe ni mpenzi wa karate, na hata kama sio mpenzi, njoo kwa ajili ya kuweza kujifunza karate na uweze eh, kujilinda unapokuwa mara popote pale, lakini usiitumie kama silaha yako unapokuwa mtaani. Utaitumia pale unapokuwa umefika hatua ya mwisho, unaona sasa nimezidiwa. Naamini mwalimu, niko sahihi? Uko sahihi. Niko sahihi. Basi nami ninahitimisha hivi, kuanzia leo nimetoka kwenye dojo. Kama ukuwa nami tangu mwanzo, dojo ni darasa la karate. Haya mambo ya Ah, we niko vizuri nam hadi kufikia hapo, mwalimu. Mimi ni washukuru, asante sana, sana. Nasi tunasema Kanyigo Sports Team za Karugira, nasema endelea kutazama vipindi vinavyofuatia.